lakini mtu akitaka kula akili yako anasema, eh, deni limekuwa kubwa, utanzania limekopwa leo rodi <laughs> kwa hiyo amefanya mambo mengi sana. Daraja lile la la Busisi, mwisho wa mwezi unaokuja wa nne, roli zitaanza kupita juu ya lile daraja, liko asilimia tisini na tisa, na sisi tunaoishi huku tutafaidi, au sio?